Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche amejibu taarifa ya jeshi la polisi kuhusiana na kukamatwa kwa naibu katibu mkuu wa chama hicho Amani Golugwa wakati akielekea Uberigiji. Mapema hii leo kupitia mitandao yake rasmi kabisa ya kijamii, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilitoa taarifa kikidai kuwa naibu katibu mkuu wake wa Tanzania Bara Amani Golugwa amekamatwa akiwa kwenye viunga vya uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Kambarage Nyerere yaani JNIA usiku wa kuamkia leo Jumanne Mei 13 mwaka huu wa 2025. Taarifa hiyo imedai kuwa Amani Golugo amekamatwa na jeshi la polisi akiwa anajiandaa kusafiri kuelekea nchini Ubelgiji ambapo alitarajiwa kwenda huko kwa ajili ya kukiwakilisha chama chake katika mkutano wa International Democracy Union IDU unaotarajiwa kuanza kesho Jumatano Mei 14 mwaka huu wa 2025 nchini humo. Chadema pia imesema iliwasiliana na shirika la ndege la Turkish Airlines alilotarajiwa kusafiri nalo na kwamba wahusika wa shirika hilo waliwaeleza Chadema kuwa Golugwa hakufanikiwa kusafiri. Hata hivyo, Chadema iliendelea kudai kuwa vyanzo vyake vimewajuza kwamba huenda naibu katibu mkuu huyo Amani Golugwa akawa kituo cha kati cha polisi, yani Central Police Station Dar es Salaam, hivyo kwa sasa mawakili wa chama hicho wanaelekea kituoni hapo kufuatilia, hivyo kuahidi kutoa taarifa zaidi hapo baadaye, ambapo Habari Kiganjani iliendelea kufuatilia suala hilo, ikiwemo kumtafuta kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ili kufahamu uhalisia wake. Baada ya masaa mawili kupita, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kupitia kaimu kamanda wa polisi limeibuka na kutoa taarifa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambapo taarifa hiyo imejibiwa na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche. Kabla ya kwenda kutazama kile ambacho amekijibu John Heche kwa jeshi la polisi kuhusiana na taarifa walioitoa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa naibu katibu mkuu wa chama hicho, Hebu kwanza tutazame taarifa ambayo jeshi la polisi limeitoa kwa umma kuhusu kukamatwa kwa naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema Amani Golugwa. Tarehe 13 Mei mwaka huu wa 2025. Taarifa kwa umma: kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatoa taarifa kwa umma kuwa tarehe 13 mwezi wa tano mwaka huu wa 2025 majira ya saa 6 na dakika 45 usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lango namba 3 terminal 3 lilimkamata Amani Golugwa, naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akiwa katika maandalizi ya kusafiri kuelekea Brussels nchini Ubelgiji. Jeshi la polisi lilimkamata naibu katibu mkuu huyo kufuatia taarifa za asili kuwa amekuwa na mienendo ya kuondoka na kurudi nchini bila kufuata taratibu za kisheria hapa nchini. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linaendelea na uchunguzi wa kina wa taarifa hizi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Kuhusu suala hilo, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuwa watulivu wakati uchunguzi ukiendelea na kupuuza taarifa za upotoshaji kuhusu hatua hizi za kisheria zinazomhusu mtajwa. Imetolewa na kaimu kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, mara baada ya jeshi la polisi kujitokeza ama kuibuka na kutoa taarifa hiyo kwa umma, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche akajitokeza naye pia na kujibu taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Namnukuu hapa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche akijibu jeshi la polisi kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. John Heche anasema, Nafikiri nchi hii inaongozwa na watu wa ajabu sana. Taratibu za kisheria za kusafiri nje ya nchi ni zipi? Taratibu ni kuwa na pasipoti yako. Taratibu ni kuwa na visa ya nchi unayokwenda. na amekuwa akipita wapi bila kufuata taratibu? Polisi polisi, eleza hizo taratibu za kisheria ambazo Amani Golugu amekuwa akivunja na amefanya hivyo lini na lini? Hivi hawa watu wanaweza kuwa viongozi wa nchi hii? Eleweni tu kwamba hakuna wa kurudisha mapambano ya kudai mabadiliko nyuma, tutawashinda. Narudia tena kusoma hiki ambacho amekizungumza kwa kukiandika kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa ni sehemu ya kujibu taarifa ya jeshi la polisi, taarifa kwa umma kuhusiana na kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Amani Golugwa, John Heche amesema: Nafikiri nchi hii inaongozwa na watu wa ajabu sana. Taratibu za kisheria za kusafiri nje ya nchi ni zipi? Taratibu za kuwa na paspoti yako, taratibu ni kuwa na viza nchi unayokwenda. Na amekuwa akipita wapi bila kufuata taratibu? Polisi polisi, eleza hizo taratibu za kisheria ambazo amani amekuwa akivunja na amefanya hivyo lini na lini. Hivi hawa watu wanaweza kuwa viongozi wa nchi hii? Eleweni tu kwamba hakuna wa kurudisha mapambano ya kudai mabadiliko nyuma, tutawashinda. Hicho ndicho ambacho amekizungumza makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, John Heche, ikiwa ni sehemu yake ya kulijibu jeshi la polisi kufuatia taarifa kwa umma ya jeshi la polisi kuhusiana na kukamatwa kwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Hiki amekizungumza John Heche kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter. Lakini pia International Democracy Union kuhusiana na tukio hilo, wao wamesema IDU inalaani vikali kukamatwa na kushambuliwa kinyume cha sheria kwa Amani Golugwa wa Chadema alipokuwa njiani kuelekea kwenye mkutano wetu wa Brussels. Kukandamiza sauti za upinzani ni ukiukaji wa misingi ya demokrasia. Tunatoa wito kwa kuachiliwa kwake mara moja na kuzitaka nchi duniani ziweke shinikizo kwa Tanzania kuheshimu haki za binadamu. Simama na Chadema. Hicho ndicho ambacho IDU, International Democracy Union, wamekizungumza kuhusiana na tukio la kukamatwa kwa naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, Amani Gulugwa, na wamekisema hicho kupitia katika ukurasa wao rasmi kabisa wa X Twitter, kwa maana kwamba wameandika na kuchapisha kwenye ukurasa wao rasmi kabisa wa X Twitter. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza tuna kwako ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa